Wako ulio hodari, e Bwana, utupiganie sisi watoto wako, tunapoenda kutafakari neno hili siku ya leo, ambao somo hili e Mungu limebeba uwezo na nguvu zako e Bwana, kwa siku hii ambayo Mungu uliochagua siku ya Ijumaa, ambayo Bwana uliifanya kwa mkono wako mwenyewe. Asante kwa watoto wako hao ambao Bwana wanatufuatilia live, e Mungu tole hai kupitia chaneli yetu tuna kusii kwa mkono wako na kwa nguvu zako Mungu ukawahudumie watoto wako, kwa Yesu Kristo Bwana na Mwokozi wa maisha yetu, amen. Tutasoma kitabu kile cha Matendo ya Mitume, ile sura ya pili mstari wa 22 hadi 24, Matendo ya Mitume ile sura ya pili mstari ule wa 22 Adi ule mstari wa ishirini na nne. Enyi waume wa, wa Israeli sikili, sikilizeni maneno haya, Yesu wa Nazareti, mtu aliyedhihirishwa kwenu na Mungu kwa miujiza na ajabu na ishara, ambazo Mungu alizifanya kwa mkono wake kati yenu, kama ninyi wenyewe mnavyojua, mtu huyu alipotolewa kwa shauri kwa la Mungu lililokusudiwa na, na kukujua kwake tangu zamani, ninyi mkamsulubisha kwa mikono ya watu wabaya mkamuua, ambaye Mungu alimfufua akafungua, akaifungua uchungu wa mauti, kwa sababu haikuwezekana ashikwe nao. Amen. Ndugu zangu ninawakaribisha ni katika kipindi cha Saa ya Ushindi ambayo inaongozwa katika chaneli yetu na kila wiki, ambapo Mungu anapotupa uweza wa kuweza kujifunza. Siku ya leo tutajifunza somo ambalo linalosema kutembea na Yesu mfufuka. Kutembea na Yesu mfufuka. Katika somo ambayo tulilosoma tunayaona mahubiri ya Mtume Petro ambapo alihubiri kwa ujasiri na mbele ya umati mkubwa akihubiri habari za Yesu Kristo ambaye aliyedhihirishwa kwao, na Yesu Kristo alionyesha ishara nyingi na alionyesha miujiza mingi lakini hawa watu hawakuweza kupokea zile ishara ambazo zilizoonyeshwa na Yesu Kristo. Tutatambua kwamba watu wengi walisimama na kuinuka na kumpinga vikali kwa mahubiri yake na kwa mafundisho yake, lakini huyu Yesu Kristo alidhihirishwa kwetu sisi ili kutuonyesha njia ya kweli na uzima. Lakini Mtume Paulo, Petro anazungumza akiwaeleza hawa watu wa Israel akasema, enyi waume wa Israel, sikilizeni maneno haya. Alizu, alihubiri kwa ujasiri mkubwa sana akiwa anaamini ya kwamba kile anachokihubiri ni amini na kweli, na alitoa mifano mingi ambao Yesu Kristo aliyoifanya katikati ya maisha yao alio, aliotoa mifano mingi kuonyesha ishara nyingi ambazo Yesu alizifanya katika maisha ya watu wengi ambao walikuwa wamewazunguka Yesu aliponya magonjwa Yesu alifufua Yesu aliponya vipofu kwa ishara nyingi sana lakini hawa watu wali, walipoona ya kwamba ishara hizi zimefanywa katika maisha yao hawakujali wala hawakuthamini, wakamkabidhi kwa watu waovu, nao wakamsurubisha, wakamtesa. Lakini mtume Petro anadhihirisha ukuu wa Mungu kwamba Yesu Kristo hakusulubiwa bure, Yesu Kristo hakusulubiwa bure. Petro anawaambia watu Yesu Mnazareti mtu aliyesurubishwa na Mungu kwenu kwa miujiza na maajabu na ishara nyingi. Hii ina maana kuwa Yesu alikuwa, alikuwa, alikuwa, tu mwalimu. Alikuwa tu ni mwalimu na nabii wa kuahidi au kuahidia habari njema kwa watu wengi au kwa watu wote. Alidhihirishwa machoni kwetu, machoni petu alidhihirishwa, katika jamii alidhihirishwa, katika maisha yetu ili tuweze kumwamini na tuamini mahubiri yake na tuamini neno lake lina nguvu, linaweza likatusaidia katika maisha yetu. Na katika hali ya kusurubishwa na kuteswa na kupitia maumivu makali, inatufundisha ya kwamba sisi tulistahili adhabu hiyo kwa sababu tunatambua kwamba hizi, alizitenda ndizo tunazozishuhudia kuwa baba amemtuma. Ukisoma tunaona kwamba kazi zote ambazo, ambazo Yesu alizozifanya alizo ndio zinatushuhudia sanya ndio zinatushuhudia zinatu, zinatu sisi ya kwamba ajili yenu fanyeni hivi kwa ukumbusho wangu. Na vivyo vivyo, baada ya kula akakitoa kikombe akawapa wanafunzi wake akasema aka, toeni mnywe katika hiki ni, ni damu yangu ya agano jipya kwa ajili ya ondoleo la dhambi. Fanyeni hivi kwa ukumbusho wangu. Kwa hiyo kudhihirishwa kwa Yesu Kristo mfufuka inatudhihirisha kutembea naye katika ukuu wake na kutembea naye katika maisha yetu tuliyo nayo kwa sasa. Tunatambua kwamba kuna wakati mioyo yetu inafanya mambo yasiyofaa, yanaumiza, yanatesa, yanahuzunisha, lakini Yesu Kristo hajachoka kutupenda hajachoka kutuhurumia, ndio maana nikasema upendo wake ni wa kipekee. Upendo wake hauwezi ukafananishwa na upendo ambao tulionao sisi wanadamu, ambao upendo wetu sisi unapima kwamba umetendewa mambo mangapi na mtu ndio umpende, au umefanyiwa kitu gani na mtu ndio uonyeshe upendo kwake, au alikufanyia nini, lakini upendo huo hauwezi kudumu, kwa sababu sisi upendo wetu unaangalia umefanyiwa nini, umetendewa nini. Hata mtu hawezi kukuto, kukupa msaada, kwa sababu hawezi kujua aidha ni mtu wake wa karibu sana, kwa hiyo hawezi kutoa msaada kwa mtu ambaye hawezi kumjua. Ni wachache sana ambao wana roho ya namna hiyo ambao wanaweza wakafanya hivyo lakini ukiendelea kusoma kile kitabu cha Yohana ile sura ya kumi, kumi na saba, kumi na nane Hakuna mtu aliyeniondolea uhai, bali mimi mwenyewe nautoa. Ukisoma vizuri, Yesu Kristo anasema uhai wake haujaondolewa na mtu, hata kama watu walimkamata, walimtesa walimuumiza walimchubua, lakini sio wao walioutoa ule uhai wa Yesu Kristo, bali yeye mwenyewe ndiyo aliyeutoa kwa ajili ya maisha yetu. Yeye ndiyo aliyeutoa kwa ajili ya sisi tuwe huru na tutembee naye katika maisha yetu tuliyo nayo. Kitabu kile cha Wakorinto ile sura ya 15 mstari wa tatu hadi wa nne kwamba Yesu Kristo alikufa kwa ajili ya dhambi zetu na siku ya tatu alifufuka. Alikufa kwa ajili ya dhambi zetu na siku ya tatu alifufuka, kudhihirisha kwamba kifo chake kilikuwa si cha kawaida na kufufuka kwake ilikuwa si jambo la kawaida, tukitambua ya kwamba kifo chake ilikuwa ni kwa ajili ya kufia dhambi zetu tulizo nazo ndio maana mpaka leo tunatenda dhambi nyingi, tunafanya mambo mengi ya ajabu ya kusikitisha, tena ya kutisha, ya kuhuzunisha. Watu wengi wanafanyiwa ukatili, ubakaji, utekaji na mambo mengi yasiyofaa ambayo yanayohuzunisha ya na, na jamii pia inasikitika kwa matendo makubwa au mambo mabaya yanayofanyika katika jamii na wanaofanya ni binadamu ambao Mungu mwenyewe aliwaumba kwa mkono wake na kwa kupulizia pumzi ya uhai, lakini watu hawa wanafanya mambo makubwa na ya ajabu. Lakini Mungu wetu hajachoka kutusamehe, hajachoka kutuhurumia, anatuita kwa upole akisema, njooni kwangu nyinyi nyote msumbukao na kulemewa na mizigo, nami na nitawapumzisha. Yesu Kristo ni zaidi ya historia, ni wokovu wetu. Haya ni mambo ambayo tutaka tuyashikilie katika maisha yetu, kwamba Yesu ni zaidi ya historia, ni wokovu wetu. Lakini la pili anasema wokovu wa makusudi, si wa bahati mbaya. Wokovu wetu si wa makusudi wala wa bahati mbaya. Ufufuo wake ni wa ushindi wetu juu ya mauti na dhambi. Yesu Kristo atusaidie tuweze kutembea katika maisha yetu aliyotupa kwa sasa. Hatuwezi kujiokoa wenyewe, hatuwezi kujibariki wenyewe, wala hatuwezi kujitunza wenyewe. Tutajitunza kwa maita, matunzo yale ya kawaida kama tunavyojitunza siku zote, lakini uhai tulionao, msamaha wa dhambi, unatunzwa na Yesu Kristo pekee. Mungu aweze kutusaidia tuwe na imani izidi ndani ya mioyo yetu. Ndio maana nasema, imani chanzo chake ni kusikia na kusikia uja kwa neno la Kristo. Imani ikiwa ndani yetu, tukamwamini Yesu Kristo, kwa hakika tutatembea naye katika maisha yetu yote. Hata tukipita katika changamoto nyingi, kipita katika maumivu mengi, hutochoka kutembea na Yesu Kristo mfufuka kwa sababu aliutoa mwili wake kwa ajili yetu ili sisi tuweze kuhesabiwa haki kwa neema. Ndio maana mtume Paulo akasema kama mwanadamu anahesabiwa haki kwa matendo ya sheria, basi Kristo alikufa bure. Maana sisi tumekombolewa kwa neema na kwa damu ya thamani iliyomwagika msalabani, na kumbukumbu kumbu yake inaendelea kukumbukwa kila siku ito leo kwa wokovu aliofanya pale msalabani. Mungu atusaidie na niwatakie siku njema na tafakari njema. Tuombe. Asante Roho Mtakatifu, asante Roho mwenye nguvu, unayetuwezesha. Asante kwa watoto wako hawa ambao Mungu umewachagua siku ya leo kutufuatilia katika kipindi chetu cha Saa ya Ushindi hali tukiwa live nakusi. Mungu kawaguse watoto wako, kawajalie kwa kumbushe neema yako ambayo Mungu uliojidhihirisha katika maisha yetu. Ulikuja kwetu ili sisi tuwe hai tena, tena ulikuja kwetu ili ili sisi tuwe na furaha. Ulibeba ulibeba uchungu, ulibeba maumivu ili sisi tuwe na furaha. Ulibeba aibu ili sisi tupate heshima. Mungu wetu na baba yetu, tusaidie katika udhaifu wetu. Kuna wakati tunatembea kwa akili zetu na kwa mawazo yetu, hatujui tunayoyafanya lakini wewe Mungu unajua, unatusaidia, unatuokoa, unatusamee. Hujachoka bado, hujatuchoka baba yetu wa mbinguni. Si kana si kana kwamba hatuwezi, bali nguvu zako ndo zinazotusaidia sisi, sisi hatuwezi kufanya jambo lolote. Tunakuomba Mungu tusaidie, maana uwezo wako ni wa nguvu zaidi kushinda sisi, maana wewe Mungu unadumu, sisi hatudumu. Sisi ni mavumbi, wewe Mungu ni wa milele. Tusaidie Baba yetu wa mbinguni katika kutafakari maisha yetu tulio nayo, tunayoishi katika ulimwengu huu uliojawa dhiki na mateso na maangaiko. Utusaidie Baba yetu wa mbinguni, tufungulie milango ya baraka, tubariki tunapoingia na kutoka, tangu sasa na hata milele, amen. Mungu lilobeba amri kumi za Mungu. Fimbo ya Haruni iliyoota maua na chombo cha dhahabu cha mana. Fimbo ya Haruni iliyoota maua na chombo cha dhahabu cha mana. Sanduku, sanduku la agano, sanduku

ya mwili wako mwili hekalu la Mungu moyo wako Kristo, ni sanduku la Bwana, ya mwili wako mwili hekalu la Mungu